Kuwekeza kwenye afya ni kuwekeza kwenye mustakabali wa taifa, lakini masharti magumu ya mikopo yamechelewesha ndoto za wajasiria mali wa afya. Medical Credit Fund iliyoanzishwa na PharmAccess inabadilisha hali kupitia Afya Mkopo, mikopo ya mtaji wa uendeshaji kwa njia ya kidijitali. Wajasiria mali sasa wanapata huduma, kuboresha matibabu na kuwafikia jamii nyingi zaidi kwa mkopo rahisi bila dhamana unaopatikana moja kwa moja kwenye simu ya mkononi bila hofu ya mipaka ya kijiografia. Na mfano wake unaonekana wazi huko Arusha, jiji maarufu duniani kwa vivutio vya kitalii. Ukuaji wa jiji la Arusha unamaanisha pia mahitaji makubwa ya huduma za afya. Kiukweli nilipata furaha kusikia habari za Medical Credit Fund wanatoa mkopo bila dhamana. Mkopo wao unalipika kirahisi kupitia lipa namba. Wateja wote wanalipa kwa kutumia lipa namba, hivyo wanakata mkopo wao kupitia yale malipo yaliyopita kwenye lipa namba, tofauti na taasisi za kibenki. Lazima ukusanye pesa upeleke benki. Pia the way unavyofanya miamala ndio jinsi utakavyoweza kupata pesa zaidi. Tumekuwa wanufaika wa MCF baada ya kupata mkopo na kununua mashine ya Uriscan mashine tulikuwa nayo ilikuwa inasumbua na wateja wale ambao walikuwa wana enda kupima sehemu nyingine, sasa wamerudi. Kwa awamu ambazo nimepokea mkopo kwao imenisaidia, maanake ilikuwa inahitajika kupata mashine ya kupima kiasi cha damu. Kwa hiyo imeongeza hata idadi ya wateja ambao walikuwa wanapata, mwanzo walikuwa kidogo, lakini sasa hivi kidogo wameongezeka. Kutoka Arusha, safari ya takriban kilomita elfu moja hadi Mwanza, kitovu cha Kanda ya Ziwa mji unaojivunia uchumi wa samaki. Hapa tunakutana na Marius Modest, mmiliki wa Hope, duka la dawa muhimu. Nikapata mkopo wa kwanza nikaongeza mtaji, pata mkopo wa pili, vilevile nikaongeza mtaji, mpata mkopo wa, wa tatu. Katika faida tuliyoipata, huduma ya wateja ikaendelea kuboreka na muonekano wa duka unaaridhisha na sasa karibu Dar es Salaam, kitovu cha uchumi wa Tanzania, mahali ambapo fursa huchipua kila siku. Hapa tunaona mageuzi ya huduma za afya kupitia mteja mpya wa Afya Mkopo, hospitali ya MDM. Sisi Mbuka, kwa kwanza tumeboresha eneo la dawa. Kumbuka tunatoa huduma kwa wagonjwa wa bima ya afya na wagonjwa hawa tunafanya on credit basis kwa hiyo unatakiwa utoe dawa alafu kuja kudai malipo hapo baadaye. Kwa mkopo huu umekuja kutuweka vizuri kwenye utoaji wa dawa kwa wagonjwa wetu, wanafaidika kwa dawa kwa wakati. Na kwangu mimi imekuwa rahisi kwa sababu sioni mahali popote panapoweza kutokea mgogoro wa mkopeshaji na anayepokea mkopo, kwa sababu Marejesho ni instantly, pindi unapofanya digital money, basi sehemu ya mkopo inaondoka na sehemu ya kwangu inayobaki, najua hii ni ya kwangu, haihusiani tena na marejesho ya mkopo. Mimi kama mwanamke na washauri wanawake wenzangu walioko kwenye sekta ya afya waje huku Medical Credit Fund, kwani watapata msaada wa kupata mikopo ya nafuu na kuweza kukuza biashara zao. E, ninachojivunia kupitia mkopo wa MCF e, ni jamii iliyonizunguka pata huduma e, ya afya bila usumbufu, na ndoto yangu ni kuwa na kliniki kubwa. Kama wananipa kidogo, nahitaji wanipe hata mamilioni mia na <laughs> waifanye ndoto yangu iwe kweli. Digital money is the key to MCF. kutoka Arusha Kupitia Mwanza hadi Dar es Salaam. Simulizi ni moja tu. Afya Mkopo, chachu ya maendeleo, uchumi jumuishi wa kifedha na huduma bora za afya kwa Watanzania.